Na pale mkoani we, ukiona kuna mtu huku anakubabaisha, njoo moja kwa moja naambie mkuu wa mkoa, kuna kisiki kiko kule. Kile kisiki usipoking'oa hatutusui, tutaking'oa kisiki. Hatuwezi kukubali wananchi wetu wapate shida kwenye mji wao, hatuwezi kukubali Lazima kuna wakina mama hapa wanapambana, wanauza parachichi, wanapambana, wanauza avokado, wanapambana, wanauza hiki, hawana mitaji. Sasa haiwezekani leo tuseme watu eti hela zimekosa watu, wakati watu hawana mitaji masokoni <tipi> mpigieni makofi yule mama pale. ni, nimesema kupigia makofi ili usiongee tena, nimeshakusikia. Kwa hiyo <tipi> Iringa we, <tipi> Iringa moto <tipi> kwa hiyo tuna kazi kubwa. Yule mama pamoja na wengine, mkurugenzi, ndio tunatakiwa tuwatafute sasa, tujue walikosa kwa sababu gani, vigezo gani walikuwa hawana. Kama vina namna ya kuelekezwa waelekezwe, wavipate vigezo, wasaidiwe. Yaani sawa na kusema chakula hiki kimekosa watu, wakati kuna watu pale wanapiga miayo nje, hamna mtu atakuelewa. Kwa hiyo nawaombeni sana kwenye eneo hilo tulifanyie kazi sana. Lakini jambo lingine nyinyi wenyewe viongozi wa wafanyabiashara mi nafurahi kwamba tuna viongozi wa wafanyabiashara, mnajitambua, mnafanya kazi yenu vizuri, mmewaratibu vizuri wafanyabiashara, amani kwenye biashara ipo, wananchi wanapata huduma. Tuwapigie makofi mengi sana viongozi wa machinga katika mkoa wetu wa Iringa, mnafanya kazi nzuri. Lakini hapo katikati kuna watu miongoni mwenu wanataka kuleta upumbavu. Na leo nataka niwaambie hapa. Wakati tunatengatenga maeneo ya watu fanya biashara, kuna watu hapa walikuwa wanachukua hela kwa watu maskini kabisa kwa ajili ya kupata maeneo. Eh? Sasa hilo jambo ni jambo la kihuni ni jambo la kihuni na la kishenzi kabisa. Mwenyekiti, waangalie watu wako, sitorudia haya maneno. Ukipewa nafasi ya kusaidia wenzako, wasaidie, usiwamalize wale watu watu wameunguliwa soko kule, wamepoteza kila kitu. Serikali imesema tuwatafutie kaeneo, wapate nini, riziki zao. Wanaletwa hapa, unataka upate mia mbili mia tatu kwa kuwanyima maeneo, unawaburuza, unawazungusha, unawazungusha. Hivi ni vitu vya kihuni. Sisi maskini tusipoweza ku, ku, kubebana sisi kwa sisi, hakuna mtu atatubeba mwenzako. Kapoteza kila kitu, anatafuta kaeneo au nyanya za elfu tano kuu wa wilaya, haya mambo hapana. Mwenyekiti wangu wa machinga, msiwachekee. Niliwastahi, ningekuwa nimeshawaburuza ndani wote. Niliwastahi sana, mimi ni mtu ambaye naheshimu sana watu. Usiridhike na hawa watu. Wewe umefanya kazi nzuri, umetoa ushirikiano kwa serikali imekupa heshima ya kupanga na kuamua pamoja na serikali, alafu huku nyuma wanatokea watu wanafanya vitu vya kipumbavu tu, ambao hawajui ni namna gani nyinyi viongozi mmehangaika kuhakikisha hali inakuwa hivi ilivyo leo. Serikali inazidi kuleta fedha kupaboresha hapa, lengo ni nini? Jumuiya ya wafanyabiashara wadogo wafanye kazi sehemu salama na sehemu ambayo inachochea kipato eh? Kwa sitorudia mi mambo ya kamata kamata, ndani sio utamaduni wangu ninazo njia zangu za kudili na watu wajinga, tena tenayo maneno. Ukiona umepewa kazi ya kupanga machinga hapa mjini, tamaa zako upeleka nyumbani kwenu. Hatuwezi kukupa kazi ya kusaidia watu maskini, kisha ukaenda kutengeneza pesa kutoka kwa watu maskini wao. Oh, hawana kila kitu na wao wanataka kila kitu kutoka kwao, inawezekanaje? Hata Mungu hapendi. Ndio maana unaweza ukauza hapa watu hawanunui wa, kumbe Mungu kashakupiga lana. Eh, Mungu apendi vitu namna hiyo. Kwa hiyo nimekuwa mkali hapa, kwa sababu hilo jambo lilikuwa ni jambo la kishenzi, mkurugenzi, halifai. Na mwenyekiti wangu wa machinga tulizungumza, tudhibiti vitu vya kipumbavu vya namna hiyo, havifai. Sawa, ndugu yangu, na mimi unanijua, sina maneno mengi. Mtu akizungua tunachukua tunaweka. Basi yaani, unajua ukiwa mkali utaki kuambia watu mimi, ah ah, wewe vitendo tu. Akitoka atakwenda kuhadisia bwana, yule jamaa mkali <laughs> eh. Kwa hiyo kuna mtu anajikutana na mkoa, kwa sababu mtu pisi sana, hii pisi huwa inaisha eh. Mimi napenda tucheke tufurahi, lakini ukiingia kwenye kumi na nane utakwenda kuhadisia uko wako kwamba kumbe nchi hii ina sheria na ina utaratibu. Tupendane, tusaidiane, haya maisha ni sisi kwa sisi. Usimuumize mtu anayetoka nyumbani kwenda kutafuta riziki, uwezi kujua ni kitu gani kimemtoa nyumbani. Yawezekana anakuja kaacha mgonjwa, anakuja kaacha mzee yuko taabani, anakuja kuna watoto hawajala siku tatu, anakuja mwenye nyumba anamsumbua, analala kwa gongongo kila siku, alafu anafika kwenye eneo hapa we unamfanyia vituko. Unadhani ile laana itakuacha? Kuna mtu amejinyima, anasema ngoja nikatafute riziki ya halali. Alikuwa na uwezo wa kuiba, alikuwa na uwezo wa kudanganya, alikuwa na uwezo wa kufitini, lakini kaamua kuja sokoni auze matembele apate pesa ya halali. Alafu wewe kwenye hiyo kazi yake ya halali unakwenda kumwekea mwiba wa mgongo. Mungu hawezi kukuacha, hawezi kukuacha. Riziki zetu nyingine zinachelewa kwa sababu ya tabia zetu. Unashangaa tu mimi hali yangu mbaya, angalia kuna mambo gani unawafanyia watu wengine. Yawezekana Mungu anakunyima kipato kwa sababu kila ukipata kipato unaumiza watu. Niliwahi kuhadithiwa, sijui ni kweli, sijui ni uongo, nilipigwa na mimi sielewi. Wanasema katika zama hizo zilizopita. Katika vitabu wanasema alikuwepo nabii mmoja. Yule nabii alikuwa anatoka kilimani anakwenda sokoni. Alipopita sokoni akakuta kuna watu wamekaa barabarani. Mmoja wa watu akasema, Nabii wa Mungu naomba ukamwambia Mungu anijalie kipato. Mimi ni mlemavu, sina kila kitu, nisaidie. Nabii kweli alipopanda mlimani kwenda kuomba, akamwambia Mungu msaidie yule bwana analialia, anasema hana kipato. Basi kesho yake alipokwenda pale, akamkuta yule mlemavu hayupo. Akauliza, jamani, yule bwana yuko wapi? Wakasema yule bwana ameamka leo, ana uwezo wa kukimbia, lakini yuko ana ugomvi na ndugu zake, uko wanagombana kweli kweli akamwambia Mungu, sasa mbona yule mtu umempa riziki alafu umeenda ameenda kugombana na watu? Akasema yule ana nguvu nyingi kuliko ndugu zake, ndio maana nyingine nilizifunga ili aweze kuishi na watu kwa wema. Mungu huyo, sijui ilikuwa ni kweli au uongo, utajua mbele ya safari tukifika huko. Kwa hata sisi saa nyingine unaweza ukatamani ukawa katibu tarafa, kumbe ukiwa katibu tarafa utavunja ndoa za watu, Mungu anakunyima unakuwa mtendaji wa kijiji tu, anakuacha. Anakuacha tu. Sasa huyu ngoja akae hapa nikimpa utarafa tu biashara imekwisha hii. Kwa Mungu ana mambo yake katika kutupatia na kutunyima pia, na unajua Mungu hanyimi, anachelewesha wazungu wanasema, God never denies, only delays for a purpose. Mungu hanyimi, Mungu anachelewesha tu na kwa makusudio maalumu. Sasa pia wezekana kuna baadhi ya matendo yetu yanachelewesha riski ambazo ya Mungu ametupangia. Mungu amekupangia kumchukua mtu mwema, mtu mwenye pesa, lakini kila akikupa pesa unaumiza wenzako Yani, leo wewe Mungu amekujalia kila siku unauza mihogo yako ya shilingi elfu tano ya elfu tano Sasa siku hiyo anasema ah, huyu bwana anasali, anatoa sadaka, ngoja leo nimneemeshe kidogo. Basi siku hiyo umeuza ni mihogo yako elfu ya hamsini, ndugu yangu, unakwenda unapiga bia, unatukana kuanzia mwenye kiti wa kijiji mpaka mwenye nyumba, kwa faida ya siku hii, siku moja unapiga mlanzi unaimba nyimbo za mataifa yote ya Afrika, haubakizi hata moja. <laughs> Baadhi ya mambo kwenye shughuli zetu hizi tuyapunguze. Ujumbe wangu ni nini? Riziki zetu zina mahusiano makubwa na mahusiano yetu na Mungu. Katika utendaji wa shughuli za kila siku, ni muhimu sana matendo yetu na maneno yetu yaendelee kuwa ni daraja baina ya neema za Mungu na maisha yetu. Tusipofanya hivyo tunaweza tukafanya kazi sana lakini neema za Mungu zikachelewa kutufikia. Kwa hiyo tuwatendee wema watu, ukipewa afisa soko, watulize watu sokoni wafanye kazi zao. Kama ni afisa biashara, usisumbue watu wafanye biashara zao vizuri. Kama ni mgambo wa soko, basi usiwe unasumbua watu sokoni mpaka wanakimbia soko. Hakikisha watu wanafurahi wanapokuwa sokoni pale. Nimeeleweka vizuri jamani? Nimeeleweka vizuri? Mwambie jirani yako kama naelewa hivi. Kwa hiyo hiyo naomba sana sana sana. Tujitahidi kila mmoja hapa sokoni ahakikishe watu watu wanafanya vizuri zaidi. Lakini jambo lingine kwa umoja wa machinga, mmeomba vitu vingine pale nimesikia mwenyekiti. Eh, sasa tumewapa jengo hata mjamia mnatuomba na furniture. Sasa furniture sina, nyinyi muonyeshe msuli wenu. Ukipewa viatu socks, unapambana. Sidiyo jamani? Hebu pambaneni nione mtaishia wapi. Eh, na mimi nione kweli walipambana hawa watu. Lakini jengo mkipewa na serikali, fenicha mkapewa na serikali, inapoteza heshima. Nimeyapokea maombi yenu, lakini kuna wajibu lazima mfanye hapo. Hebu wanzeni hata nikute viti vya plastiki e, nisa, eh, jamani, ah, wamepambana vya plastiki vimo, si ndio mkurugenzi eh? Lakini tukiwaletea kila kitu mwenyekiti, wanasema Waswahili inakuwa haina tamu. Sawa, eh, sijakataa wala sijakubali, niko hapo katikati. <laughs> Iringa, we Iringa, safi au mnasemaje? Wenye viti wangu, unajua lifti na mkuta aliyoko njiani. Bajaji, mkoa wetu, nilitembelea ofisi ya bajaji kule panaitwaje kule wapi, barabara mbili, kuna mambo niliyaona pale, alivyoniomba kompyuta sijui na nini, nikasema nakupa vyote kwa sababu tayari juhudi niliziona pale, tumpigie magofu mengi sana sasa na hapa mwenyekiti, sijakubali wala sijakataa, niko katikati. Sasa hapo katikati, we mwenyewe utaamua, si umeelewa vizuri? Unajua ukishaona kidole, unajua mkono uko wapi, si ndiyo? Bwana kajiongeze sasa hapo, bwana jiongeze hapo, mambo yaende vizuri. Siku ya leo tumepata nafasi ya kukabidhi ofisi ya wafanyabiashara wadogo yenye thamani ya zaidi ya milioni 60, tuwapigie makofi mengi sana. Lengo la ofisi hiyo ni kwenda kuyaleta makundi jamii pamoja kwenye sehemu salama yenye heshima ambao watakaa na kukubaliana namna bora ya kuziratibu, kuzisimamia na kuziendesha shughuli zao ndani ya mji wetu. Lakini ndiyo sehemu ambayo itakuwa ni one stop center ya shughuli zote za wafanyabiashara wadogo. Ndani ya ofisi hiyo kuna ofisi ya watu wa machinga, ndani ya ofisi hiyo kuna bajaji, ndani ya ofisi hiyo kuna umoja wa boda boda, ndani ya ofisi hiyo kuna babalishi na mamalishi, ndani ya ofisi hiyo kuna makundi yote ambao kwa wakati mmoja unaweza ukakutana nayo na ukaona wamejipanga namna gani kusimamia biashara huduma na uendeshaji wa shughuli zao. Tuwapigie makofi mengi mengi mengi mengi sana. Serikali imeamua kuwekeza zaidi ya milioni 60 kujenga ofisi hiyo kwa ajili ya makundi yote haya ili haya makundi yapate sehemu ya kukutana, kupanga, kuamua, kuratibu na kuendesha shughuli zao katika namna bora ambayo inachochea ustawi na standard, viwango vya utoaji wa huduma. Ni matarajio yangu wenye viti wa jumuiya zote ambazo mtakuwa sehemu ya jengo hili, mtalitunza hili jengo, mtalienzi hili jengo, na mtahakikisha linatumika kwa ubora na makusudio yake. Ziko taasisi nyingi ambazo zinatamani kuwa na majengo yale lakini tumeanza na taasisi hizi ambazo zinabeba umma wa watu wengi sana katika jamii yetu. Nafahamu tunao wafanyabiashara wanahitaji kupata huduma, tunao vijana wa bodaboda wanahitaji kupata huduma, tunao vijana wa bajaji wanahitaji kupata huduma, lakini huduma zao yawezekana walikuwa wanazipatia maeneo ya mbali au maeneo ambayo sio salama sana. Sasa viongozi wangu, mmepata nafasi ambayo mtatumia hizi ofisi kuwasikiliza wenzenu kusimamia haki zao, maendeleo yao na utashi wa biashara na huduma wanazozitoa ili mwisho wa siku tuendelee kujenga jamii ambayo inatambua jukumu na uwezo wa kila mtu katika uzalishaji mali. Tuwapigie makofi tena, tena, tena, tena.